Abeli Ndilagwa ambaye ni msajili wa vyama vya michezo nchini Tanzania amekabidhi rasmi katiba mpya ya Simba Sport Club kwa uongozi wa klabu hiyo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, msajili amesema kuwa tayari amewasilisha na kukabidhi katiba hiyo kwa viongozi wa Simba Sport ili ianze kutumika rasmi kwa mujibu wa taratibu za kisheria na kiutawala. Napenda kufafanua kuwa mchakato huu wa marekebisho ya katiba ya klabu ya Simba umepitia katika michakato mingi. Kwanza uchambuzi na tathmini na uidhinishaji wa marekebisho ya katiba. Sasa haya yote yalikuwa yameshafanyika, mchakato huu tayari ulikuwa umeshachakatwa. Ulibaki mchakato mmoja tu ambao ulikuwa ni kuwakabidhi klabu ya Simba katiba yao kwa sababu katika michakato tulionayo kuna michakato wanawasilisha katiba. Baada ya hapa, tunakuwa tunawasiliana na klabu na uongozi kupata ufafanuzi tofauti tofauti, ili kuhakikisha katiba hii inakuwa inabeba yale madhumuni yaliyokuwa yamekusudiwa. Kwa hiyo katika mchakato huo, mchakato wa mwisho kabisa ni wa kukabidhi katiba, ambao unapokabidhi katiba hiyo unahakikisha kwanza uongozi wa klabu ya Simba una saini unakubali kwamba haya ndiyo marekebisho sahihi na yamebeba yale maudhui waliyokusudia, kwenye fomu maalum ambayo wana sain, ambayo tayari sasa, kupitia maelekezo hayo ya Mheshimiwa Waziri, ofisi ya msajili imeshakamilisha hatua hiyo ya mwisho ya kukabidhi katiba na kupokelewa rasmi ambayo katiba imeidhinishwa. Kwa hiyo katiba ya klabu ya Simba imeshakabidhiwa kwenye uongozi wa klabu ya Simba. Kwa msingi huo, napenda leo tarehe 18 Februari 2026 kuutaarifu umma kuwa mchakato wa marekebisho ya katiba ya klabu ya Simba sasa umehitimishwa kikamilifu kwa mujibu wa sheria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 Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0744360662 na 0782542006. Nyote mnakaribishwa Bido Studio kwa huduma mbalimbali za nyimbo pamoja na programu za kompyuta bila kusahau na kuweka window kwenye kompyuta yako. Nyote mnakaribishwa <muchos>